Bague hawa watu wa wa, wa UVCCM tuwabague. Hawa watu wa jumba nyumba kumi tuwabague. Hawa watu mapolisi, tusishirikiane nao wala kuishi nao kwenye mitaa yetu. Kwa hiyo watu wa kurekodi, rekodini hii iende, na ukisha iposti, ukipanda live yoyote tuambie umeposti eh, nondo yoyote ambayo imevutiwa eh, eh, hapa eh, ukisha ukisha posti, njoo tuambie, tuje tu comment na kushare eh, tuikuze kwa hiyo kuna akaunti mbili hapa ambazo zinafanya hiyo kazi tujitahidie kwa tunapita pita pale kuzikuzikuzisapoti kuzi hizi nondo zetu. Tukitumia hii njia ndugu zangu tutawafikia sana watanganyika wengi na wengi wataanza kuwa wanauliza hii live iko wapi? Hii live iko wapi? Kwa hiyo tutaanza kurudisha watu wengi TikTok. Tutawaanza kuwafanya watanganyika wengi wafanye matukio kama leo kabla hatujaenda mbali. Tusherekee kidogo. Mwenyekiti wa CCM a Mbeya ameuliwa kwa kukatwa katwa mapanga. Kinanda kwanza, tuendelee. Narudia, host sijui kaenda wapi. Mwenyekiti wa CCM Mbeya leo ameuliwa kwa kukatwa katwa mapanga. Host sijui melala, lakini hiyo ndo habari ya leo na inazagaa kwenye mitandao ya kijamii mpaka sasa. Okay, ni tuendeleeni na, naomba nileko, mrekodi hiki naomba mrekodi, kama mishaanza kurekodi nianze, kwa sababu nataka hizi nondo. Kama wameweka mapandikizi katikati yetu hapa, tunaenda kuyashinda kazi na mbinu. Hii ni mbinu ya kuwapararaizi mapandikizi walioletwa hapa e, eti eti watuzuie watu gombanishe watuchafue, kila siku maugomvi. Sasa tunapiga nondo kwa njia ya, ya, ya, ya kudumu. Yani hizi nondo za kurekodi zinadumu kuliko live zetu. Live zetu sisi tukishusha hii live. Okay, tunaendelea. Ndugu wa Tanganyika, ndugu wa Tanzania wote, mlioko ndani ya taifa na wote mlioko nje ya taifa, ni muda wa kulipambania taifa letu Tanganyika. Ni muda wa kuitafuta mipaka ya taifa letu Tanganyika. Tumechoka kuwa watumwa, tumechoka kuwa chambo, tumechoka kutolewa kafara. Wao wananufaika na familia zao, wao wana enjoy na kula maisha, sisi tunateseka na umasikini na tunambulia kifo na utekaji ni muda wa kulikomboa taifa letu. Ni jukumu langu mimi, wewe, na mwingine, na mwingine, na mwingine kulikomboa taifa letu. Sisi ni yatima, hatuna mtu yeyote wa kumtegemea zaidi ya sisi wenyewe Watanganyika, zaidi ya sisi wenyewe vijana, zaidi ya sisi wenyewe, zaidi ya nyinyi akina mama, zaidi ya nyinyi akina baba, zaidi ya nyinyi vijana. Nyinyi ndo mtalikomboa taifa lenu, hakuna yeyote wa kulikomboa taifa zaidi ya nyinyi. Iko hivi ndugu Watanganyika. Msikubali kuishi na wajumbe wa nyumba kumi mitaani kwenu wakiwa wanapumua wakiwa hai. Msiruhusu kuishi na mapolisi mtaani kwenu wakiwa hai, wakati wamezurumu nafsi za ndugu zenu, wakati wa wanateka ndugu zenu kila wakikicha, wakati wanalinda waezi na waharibifu wa taifa letu. Msikubali hii nchi ya Tanganyika tulipofikia kwa sasa, ndugu wa Tanzania hii nchi itakombolewa kwa njia ya kisasi, nawaambia. Na wewe mwambie mwingine na mwingine amwambie mwingine, muda tuliokuwa nao kwa sasa, hii nchi haitakombolewa kwa njia ya amani tena. Tunaingia kwenye vita baridi, sisi na mapolisi tunaoishi nao mitaani kwetu. Mwambie kijana, kijana mwambie mwenzako, mwenzako na mwambie mwenzake, msikubali kuishi na polisi mtaani kwenu, msikubali kushirikiana na wajumbe wa nyumba kumi mitaani kwenu, kwa sababu hawajachaguliwa na wananchi, kwa sababu hawatambuliki na wananchi. Hatutambui hii serikali iliyoko madarakani kwa sababu imemwaga damu za ndugu zetu, imeteka ndugu zetu, inaiba mali zetu, ina inatuletea jeuri kila siku, kututukana na kutuzungumzia maneno mabaya. Ndugu zangu Watanganyika, hatuna muda sasa hivi wa kuanza kufikiria kurudi barabarani. Muda tuliokuwa nao sasa hivi ni wewe na mwingine na mwingine, kuanza kufuatilia majirani zetu mapolisi, nyenendo zao. Fatilieni nyenendo za mapolisi mitaani kwenu. Anarudi nyumbani saa ngapi? Anarudi kwake saa ngapi? Anatoka kwake saa ngapi? Hawa watu wanaacha silaha zao vituo vya polisi, wanarudi nyumbani wakiwa hawana kitu chochote, wanarudi mikono mitupu. Ni muda wa kulipa visasi vya ndugu zetu, ni muda wa kumwaga damu kwa damu za ndugu zetu, tunakwenda kumwaga damu kulipiza damu za ndugu zetu. Ewe Mtanganyika, mtani kwako, mwambie kijana na kijana mwenzio, mwambie kijana mwenzio. Ewe vijana, mkifika hata watano, fatilianeni nyenendo zote za mjumbe wa nyumba kumi, fatilianeni eh, mienendo yote ya diwani. Fuatilieni menendo yote ya, ya, ya mtendaji wa kijiji, mtendaji wa kata, mtendaji wa hapo mnapoishi. Muwafatilie mmoja baada ya mwingine. Hawastahili kuishi hai wao wala familia zao wala ndugu zao hawastahili kuishi hai. Hawastahili kuvuta pumzi ambazo wamezivunja wame na kuzinya, kunyang'anya pumzi za ndugu zetu, na wao hawana sifa za kuendelea kuhema wala kuvuta pumzi wakati wamezurumu pumzi za maelfu ya Watanganyika. Ndugu Watanganyika, ni jukumu letu sisi sote. Mimi hapa nayezungumza, wewe unayenisikia na yule anayekusikia mwambie mwingine na mwingine, na mwambie mwingine, ni muda wa kuikomboa nchi yetu kwa njia ya kisasi. usi Utumieni usiku wenu vizuri kuchora doria za jinsi ya kulipa kisasi. Ni muda wa kulipa kisasi, na sisi tugeuke wasiojulikana kama wao walivyokuwa wakijiita wasiojulikana, na hatimaye tumewajua. Ndugu Watanganyika, Hatuna muda sasa wa kukaa kimya, wakati damu za ndugu zetu maelfu ya marita zinatulilia, bado tufanye kitu. Ewe Mtanzania, wewe kijana, wewe mama, wewe baba, wewe nani, tushirikiane kwa pamoja, kwa nguvu kulikomboa taifa letu. CCM kitu pekee walichotuachia ni umaskini. CCM kitu pekee walichotuachia kwenye taifa letu la Tanganyika ni umasikini peke yake. Wamesababisha tumebuni mpaka salamu ambazo tuu hatuku, hatukustahiri hatu kusalimiana hivi. Sisi ndo tunaosalimiana za mihangaiko, sisi ndo tunaosalimiana za, mate, za mapambano. Sisi ndo tunayoita vijana wenzetu mkuu mkubwa tajiri bosi. Tulitakiwa tupate ajira vijana wote tulitakiwa tugawiwe vipande vya ardhi tulime kilimo cha kisasa kwa, kubina, eh, kwa, kwa kunufaisha familia zetu. Tulitakiwa wazee wetu kuanzia miaka sitini, kila mzee katika hili taifa apewe mshahara au apewe pensheni elfu hata laki tano kwa mwezi tulitakiwa watoto wetu kuanzia miaka kumi mpaka mwezi moja wapewa hata laki tatu kwa mwezi, kupunguzia vijana majukumu. Tulitakiwa tupewe chochote kitu vijana katika hili taifa, hata kama tupewe mshahara. Lakini tulitakiwa tupewe ajira, hata kama ajira e, mshahara haipo, tungepata ajira. Na uwekezaji wa kilimo na ufugaji, tungenufaika wote, kama wao wanavyonufaika kuchota mali zetu na kuondoka nazo. Tulipofikia ndugu wa Tanganyika, tunakwenda kukata mlija, tunakwenda kukata cheni, tunakwenda kukata kamba iliyotuunganisha sisi na viongozi hawa haramu walioko madarakani. Tunakwenda kukata cheni iliyotuunganisha sisi wa Tanzania, raia na mapolisi. Hatutakuwa na ushirikiano wowote na jeshi la polisi hatutakuwa na ushirikiano wowote na jeshi la polisi. Narudia kwa mara ya tatu, mtaani kwenu mlipo, nyinyi Watanganyika, msikubali kutoa ushirikiano wowote ule na jeshi haramu la polisi lililoko madarakani. Narudia tusikubali mitani kwetu kutoa taarifa zozote zi, ku, ku, kushirikiana na jeshi lililo uwa ndugu zetu, jeshi la polisi CCM. Tusikubali hata kidogo kushirikiana nao. Muda tuliokuwa nao ni muda wa kuwanyonya damu zao kama walivyonyonya damu za ndugu zetu, tusikubali hata kidogo. Natoa wito kwa UVCCM huu mziki sio wa kwenu, sio wa kuuchezeni nyinyi. Huu mziki ni wa wananchi, huu mziki ni, ni wa wananchi na wenye CCM, sio nyinyi vibaraka wadogo wa CCM. Tukikukuta barabarani umejifunga kiremba cha CCM, tutakuitia mwizi kama wezi wengine. Tukikukuta barabarani unaendesha pikipiki la CCM, tutakugonga na magari yetu. Tukikukuta barabarani, meji, mama yako au bibi yako ushangazi yako amejifunga kitenge cha CCM tutamuitia mwizi na tutamfanya, tutampiga petroli ale kiberiti. Hatuna muda wa kubembeleza mtu yeyote anaingia kwenye kumi na nane, wakati ndugu zetu wameuliwa kinyama, ndugu wa Tanganyika, Ndugu wa Tanzania. Mtaani kwenu msiruhusu mtu, ya CC, mtu wa CCM yeyote anaendelea kujitapa au kushangilia kwa haya yaliyotokea katika taifa letu, mwitieni mwizi mara moja, pigeni kiberiti, mtafutieni muda wowote, hata kama ni usiku, fateni hiyo umbwa chinja. Tunataka taharuki zitapakae mitaani kwetu, tunataka taharuki zitapakae kwenye hili taifa, tunataka damu kulipa damu, tunataka damu zimwagike za maharamia kulipa damu za ndugu tunahitaji kumwaga damu kulipa damu. Gharama ya damu za ndugu zetu ni kumwaga damu za mapolisi. Gharama za damu za ndugu zetu ni kumwaga damu za wajumbe wa nyumba kumi. Gharama za damu za ndugu zetu ni kumwaga damu za mapelelezi, matakataka yote ya CCM yanayofuatilia nyanando za wananchi. Tusitoe ushirikiano wowote kwa jeshi la polisi. Tutakapofanya hayo na tukikubainu na toa ushirikiano wowote ule kwa polisi, mtaanikwa Tutakutembelea barabara, tukikubahatisha wewe ndo unayetoa ushirikiano wowote ule kwa polisi. Ndugu wa Tanganyika, ndugu wa Tanzania, hili mulisikie. Mkifanya hivyo, akifanya hivyo, huyo mtu asibaki salama mtani kwenu. A, mwambie mwenzako, mwenzake naye mwambie mwenzake. Mtu yeyote atakayejifanya kiherehere kimbelembele cha kutoa ushirikiano wowote wa kuumiza mtanganyika asibaki salama, kama ndugu zetu walivyoshindwa kubaki salama. Asanteni sana, Mungu awabariki Yamani. Naombeni mnifollow and love hapa ndo dudukwe, naombeni mnifollow guys, naombeni mnifollow.